Tulizungumza asubuhi kuhusiana na shauri la jinai kwa, e, maombi ya jinai namba 21 na, e, ya, ya mwaka 2025 kati ya mleta maombi e, Humphrey Polepole dhidi ya Inspector jenerali wa polisi pamoja na wenzake wanne ambao nilishawataja asubuhi e, maombi yale yalitolewa hoja ya kadhaa ambazo nitaanza kuzungumza kwa ufupi kwa sababu tuko na mama anameri polepole pole. Kama mnamuona mtu mzima amepitia mambo mengi, hatuwezi kumweka hapa kwa muda mrefu, kwa mtanivumilia, nitatoa brief kwa mfupi sana. Ya kwanza mna e, noti Tanzania na dunia nzima kwamba tuko na mama anapigania hatima ya mwanaye ambayo sio yeye, lakini Tanzania na dunia nzima haifahamu. Kwa sisi tuko tunawakilisha e, e, e, matamanio ya mama kufahamu mwanaye balozi avre Polepole yuko wapi, na ndio msingi wa maombi haya Mama ametsta mahakamani kwa sababu mbinu nyingine zote mpaka sasa hivi hazijazaa matunda katika kujaribu, yatasikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Salma Magimbi mnamo tarehe kumi na tano, Jumatano tarehe kumi na tano Oktoba, mwaka elfu mbili ishirini na, tano. Na hapa katikati tume, sisi tuliomba nyongeza kuleta ku kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la taarifa mnazidi kuzipata muda unavozidi kwenda e, kuna, kuna, kuna, vitu, tume, vimefahamika baada ile siku ya tukio tarehe saba nane na vingine vimefahamika leo kwa tumeomba hizi taarifa na e, za ziada tuweze kuzileta kiziada na wenzetu wamepewa muda wajibu mombe wote IGP wanashamku serikali ZCO ZPC mkurugenzi wa mashtaka wameambiwa bai juma nn tare kumi e, mwezi wa kumi. Wao wameleta e, majibu ya viapo of course, huko watasema hoja zitoa za kwamba bara polepole aliondoka wenye mazingiraya yale, na wao wanapata nafasi ya kujibu labda na kuelezea pengine wanavofahamu wao yuko wapi, tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi e, maombi hayo yatasikilizwa. Ya, ya mahakama imesema e, ni busara e, kwa sababu kila upande una haki ya kusikilizwa na lengo ni kujua e, taarifa zimeombwa kwa watu kimahakama. Kwa nao wapate nafasi ya ku e, kuiambia mahakama nini wanafahamu kuhusu Polepole ili mahakama sasa baada ya kusikiza pande zote mbili iweze kutoa e, majibu sasa ya kimahakama kwa nature ya shauri lenyewe. Ya, basi naomba kwa niishie hapo kanivyosema, e, mama ni mtu mzima ko tusimsimamishe sana na nafikiri taifa inajitosheleza